Guys, nimeishiwa na maneno, maana si kwa kupendeza huku ni bala. well, hello everyone welcome back to my channel, kama ni mpya kwenye hii channel, please make sure una subscribe, like, and comment. And guys, without wasting any time, let's get right to the video. Guys, moment of silence kwa huu uzuri wa Zuchu. Dresi ya Zuchu ni bala, ni bala na nusu kwa mtoko huu mimi wala sihitaji mtu anaambie, yani sihitaji rate, najua akapendeza. Nile unataka kwenye komenti, nione watu wananiambia Zuchu alibaruza, akabaruza tena, yani kajua kubaruza. and za chini chini, wambea huko mitandaoni, nimesikia kuna watu wanasema kwamba hii outfit ilikuwa ilikuwa avae kwenye JP, kwenye harusi ya JP Nigeria, ndo nimesikia enyeza chini chini, But I'm not sure. Anyways, katoka bala, katoka bab kubwa. Well, baada ya ku admire uzuri wake na outfit yake, tuende zetu kwenye hii sherehe alohudhuria. Hii bwana, ilikuwa ni harusi ya mtoto kwa Dr. Hasani Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar. Yes, Zuchu alihudhuria na alikuwa kaenda kuperform, na hiyo ndio ilikuwa outfit yake of the day. Sasa basi ni wasogezeni hapa alivyotembea kidogo, then tutaendelea. Jamani, siku zote watu wanasema matajiri wanapenda kuwa simple. <laughs> Mmeona hey, hiyo outfit ya bibi harusi mmeona, veli ya bibi harusi, huwezi kujua kama huyu ni mgeni mwalikwa ama ndiyo bibi harusi. Yuko simple, yani more than simple. Yamani, Zuchu kabaruza. Ah, ah, ah, ah, ah, ah. Wivu aside, Zuchu kabaruza, kabaruza tena ni balaa. Jamani, siwezi kumaliza kusifia Zuchu na hii outfit yake nzuri kabisa ya Kinigeria. Da, atari kaua <laughs> and ukiachana na hii performance, kuna nyingine ndo nimeipenda zaidi. Kwanza tumalizie hii. Sasa vipenzi vyangu, naomba nimwangalie hii show ya Zuchu na huyu mtoto mzuri kabisa. Mimi nimeipenda, deep down from my heart, I love this video so much. Yani hiyo girl ako na vibe vibaya sana. Zuchu and Harley of fun em, let's watch them hapa. I love this video so much guys, let's enjoy it together. Mionaje hiyo eh? Nzuri eh? <laughs> And tuangaliani na hii hapa performance nyingine ya Zuchu on the stage. Zuchu, big up, uliua vibaya sana. <laughs> Okay, let's watch her up again <laughs> Yes, that was uh, Zuchu's performance kwenye wedding ya, ya mtoto wa rais Hassan Ali Mwinyi Zanzibar eh, kaua sana uh, mimi bwana, ukiachana okay, na yale mambo yote ya performance, i just love her outfit, her outfit it's amazing guys. Yani kama ndo kweli ilikuwa outfit hii avae Niger for the JPs basi Trust me angekuwa kabaruza sana kuanzia the hand fan, gele and everything. Angalia dress ilivyokuwa detailed hapo kwenye kifua, beads zimepangwa zikapangika. Hata biarusi kwenye hii shughuli ambayo nilowekeni, simona alivyokuwa simple, lakini mwangalieni Zuchu alivyotoka, she is a superstar, so she needs to act like one. Voila, well, I love it. I'm so so much in love with this outfit, guys. Kwanza, did you see that hand fan ilivyopangiliwa? Meiona hiyo hand fan eh? Yeah? Yaani imepangiliwa details, imekaa vizuri. Hairstyle, maona kaja na style mbili, akavaa gele, akaeka na hiyo hairstyle. Yaani kila kitu kilikuwa kiko on point kuanzia the hair na gele pia. Kwa hiyo style zote mbili zilimkaa fresh. The dress gold and chocolate ni babu kubwa hatari. Yani hapa Diamond angekuwa pembeni yake alafu akatake picture, trust me <laughs> ingekuwa balaa. And the accessories pia zimekaa pahala pake, makeup yake ni nzuri kabisa. Yani in short, everything about her kwenye hii outfit iko perfect. And guys kama unawatch hii video em tell me down in the comment, hapo unaionaje hii outfit yake? E, unaipa asilimia ngapi hii outfit yake alivyobaruza, mpaka kabaruza tena? Yani mimi naishiwa na maneno, na kama kuongea kusifia basi nitasifia mpaka basi <laughs> well guys i love it so much drop your comment down there tell me how do you find this how do you find the performance aliyoifanya on the stage kwenye maharusi and kama walikuwa huja subscribe please guys subscribe like and comment put on your notification so you won't miss any update nitakaziweka hapa za masta love you all